Karibu tuendelee kupeana habari na matukio mbalimbali yanayojiri kote ulimwenguni. Kufuatia tukio la kuzuiliwa kutoka nje ya mipaka ya Tanzania kwa Mheshimiwa John Heche, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, hatimaye Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimetoa tamko lake juu ya jambo hili kikieleza kwa undani huko kikitoa madai ya Chama cha Mapinduzi CCM kuhusika moja kwa moja na tukio la kuzuiliwa kutoka nje ya mipaka ya Tanzania kwa viongozi wao wakiongozwa na mheshimiwa John Heche, ambapo kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Chadema Brenda Rupia, viongozi hao walikuwa wakielekea nchini Kenya kwa ajili ya kutoa pole kwa raia wa nchi hiyo kutokana na msiba mzito uliolikumba taifa hilo kwa kifo cha mwanasiasa nguli wa Kenya Raila Amolo Odinga. Sasa, tuangazie mwanzo wa tukio hili mpaka kuzuiliwa kwa viongozi wa chama hicho akiwemo makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche. Taarifa za awali zilieleza kuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa John Heche amezuiliwa na maafisa wa uhamiaji katika mpaka wa Hispania wilaya ya Tarime alipokuwa akielekea nchini Kenya kuhudhuria mazishi ya aliyekuwa waziri mkuu wa taifa hilo Raila Amolo Odinga. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na chama hicho cha upinzani, Heche alikuwa anaongoza msafara wa viongozi wa Chadema akiwemo God Bless Lema, mjumbe wa kamati kuu, na Boniface Jacob, mwenyekiti ya kanda ya Pwani, kuelekea kijiji cha Bondo kaunti ya Siaya ambako mazishi ya Odinga yanatarajiwa kufanyika siku ya Jumapili ya Oktoba 19. Chanzo cha ndani cha chama hicho kilisema Heche alizuiliwa na maafisa wa uhamiaji muda mfupi baada ya kufika katika kituo cha mpaka wa Tanzania na Kenya, huku hati yake ya kusafiria ikichukuliwa. Tukio hilo limetokea siku moja tu baada ya Chadema kutoa taarifa rasmi kwa umma ikieleza kuwa Heche ataongoza ujumbe wa chama kwenda kuhudhuria mazishi ya mwanasiasa huyo mkongwe ambaye Wakenya wengi humuita baba wa taifa la pili kutokana na mchango wake katika mapambano ya kidemokrasia. Katika taarifa hiyo iliyosainiwa na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema, Brenda Rupia, chama kilisema safari hiyo ilikuwa imepangwa baada ya mazungumzo yaliyofanyika kati ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lisu na Heche siku ya Alhamis. Oktoba 16 mwaka 2025 Lisu ambaye sasa anakabiliwa na kesi mahakamani alieleza chama kuhudhuria mazishi hayo kwa heshima ya Odinga aliyewahi kuwa rafiki na mshirika wa karibu wa wapinzani wa Tanzania. Baada ya kuzuiliwa kwa Heche, Chadema ilitoa taarifa ya pili siku ya Jumamosi ikidai kuwa serikali ya Chama cha Mapinduzi CCM imehusika moja kwa moja katika hatua hiyo. Taarifa hiyo ilieleza kuwa Heche alikamatwa saa 8 mchana akiwa kwenye mpaka wa Isibania na mamlaka za uhamiaji kuchukua hati yake ya ya kusafiria bila maelezo yoyote ya kisheria. Na hebu tuangazie barua zote mbili zilizotolewa na CHADEMA zenye na taarifa kwa umma. Tuanze na barua ya kwanza. Barua hiyo iliyotolewa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA ilikuwa ikisomeka kwamba makamu mwenyekiti taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Mheshimiwa John Wagesa Heche ataongoza jopo la viongozi wa chama kwenda nchini Kenya kuhudhuria ya mazishi ya aliyekuwa waziri mkuu wa taifa hilo Raila Amolo Odinga Mheshimiwa Heche ataambatana na God bless Lema mjumbe wa kamati kuu pamoja na Boniface Jacob mwenyekiti wa kanda ya pwani kuelekea kijijini Bondo ambapo mazishi yanatarajiwa kufanyika Jumapili ya Oktoba 19 ya mwaka 2025. Msafara huo utakwenda baada ya mazungumzo yaliyofanywa na mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu mheshimiwa Heche mahakamani Alhamis Oktoba 16 ya mwaka 2025 ambapo mwenyekiti alielekeza chama kiende kuhudhuria mazishi ya mwanasiasa huyo ambaye Wakenya wanamwita Baba Odinga. Alifariki hafla baada ya kupata shambulio la moyo Jumatano ya Oktoba 15 ya mwaka 2025 nchini India alipokwenda kupata matibabu. Mwanasiasa huyo aliyefariki akiwa na miaka 80 atakumbukwa kwa mapambano yake ya, ya, ya kupigania demokrasia na utawala bora ndiye alikuwa kinara wa kudai katiba mpya ya nchi yake iliyopatikana mwaka 2010. Imetolewa leo Ijumaa 17 Oktoba ya mwaka 2025 na Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi na hatimaye mara baada ya barua hiyo na kujiri kwa tukio la kuzuiliwa kwa viongozi hao wa CHADEMA kuweza kwenda kuhudhuria mazishi ya Raila w Odinga huko nchini Kenya, chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kilitoa taarifa ya pili siku ya Jumamosi, kikidai kuwa serikali ya chama cha mapinduzi CCM imehusika moja kwa moja katika hatua hiyo. Taarifa hiyo ilieleza kuwa Heche alikamatwa saa nane mchana akiwa kwenye mpaka wa Hispania na mamlaka za uhamiaji kuchukua hati yake kusafiria bila maelezo yote ya kisheria katika taarifa hiyo, Chadema ilisema kumzuia mheshimiwa Heche kwenda kuwapa pole wa Kenya ni kuwanyima raia wa nchi hiyo haki ya kufarijiwa wanapofikiwa na majanga mbalimbali ikiwemo misiba. Tunaitaka serikali ya Tanzania imwachie mara moja mheshimiwa Heche na iache kunyanyasa viongozi wa chama chetu kuwapora haki yao ya kutoka nje ya nchi na kuingia, kama ilivyoelezwa kwenye ibara ya 17 kifungu cha kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. CHADEMA ilieleza hayo kupitia barua yake yenye taarifa kwa umma iliyotolewa siku ya tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2025. Barua iliyokuwa ikisomeka kwamba chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kinapenda kuutangazia umma kuwa serikali ya chama cha mapinduzi imemweka kizuizini makamu mwenyekiti mheshimiwa John Wagesa Heche. Mheshimiwa Heche amekamatwa saa nane mchana huu wa Jumamosi, Oktoba 18 ya mwaka 2025, mkoani Mara kwenye mpaka wa Tanzania na Kenya, huko Isibania One Stop Border alipokuwa anataka kuingia Kenya. Ikumbukwe jana tarifa kuwa jana tulitoa taarifa tukitaarifu umma kuwa mheshimiwa Heche atakwenda nchini Kenya kukiwakilisha chama kuhudhuria mazishi ya mwanasiasa nguli wa Kenya, Raila Amolo Odinga. Pamoja na kumweka kizuizini, mamlaka ya uhamiaji Tanzania imenyang'anya hati yake ya kusafiria yaani passport bila kueleza kwa nini wamechukua uamuzi huo kumzuia mheshimiwa Heche kwenda kuwapa pole wa Kenya ni kuwanyima raia wa nchi hiyo haki yao ya kufarijiwa wanapofikwa na majanga mbalimbali ikiwemo misiba. Tunaitaka serikali ya Tanzania imwachie mara moja ya Mheshimiwa Heche na iache kuwanyanyasa viongozi wa chama chetu kuwapora haki yao ya kutoka nje ya nchi na kuingia kama inavyoelezwa kwenye ibara ya 17 kifungu cha kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Imetolewa leo Jumamosi, tarehe 18 Oktoba ya mwaka 2025. Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi. Tukio hili limeibua hisia mseto ndani na nje ya Tanzania. Wakati baadhi ya viongozi wakiona ni suala la kiusalama la kawaida, wengine wamehusisha hatua wa hiyo na mvutano wa kisiasa unayoendelea kati ya Chadema na serikali inayoongozwa na CCM, hususan katika masuala ya uhusiano wa kimataifa wa vyama vya siasa. Kwa miaka mingi, Chadema imekuwa na uhusiano wa karibu na vyama vya upinzani nchini Kenya, ikiwa ni pamoja na Orange Democratic Movement, yani ODM ya Raila Odinga. Uhusiano huo mara nyingi umekuwa ukionekana kama ishara ya mshikamano wa kisiasa wa kanda unaojikita katika msingi wa demokrasia haki za binadamu na uongozi wa uwazi. Wataalamu wa siasa za kikanda wanasema tukio la kuzuiwa kwa Heche linaweza kutazamwa kwa maadili ya hatari ya kisiasa katika kipindi hiki ambacho ukanda wa Afrika Mashariki unapitia mabadiliko ya kijamii, ya kisiasa, kufuatia kifo cha Raila Odinga, mtu ambaye kwa miongo kadhaa alihusishwa na mapambano dhidi ya utawala kandamizi na ambaye alikuwa rafiki wa karibu na viongozi wa upinzani Tanzania kama Tundu Lisu na God Bless Lema, kiongozi wa upinzani nchini Kenya, Raila Amolo Odinga alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 80. Odinga alikuwa mmoja wa wanasiasa walioweka alama kubwa katika historia ya siasa za Afrika ya Mashariki kutokana na msimamo wake wa kudumu wa kupigania demokrasia, haki na uwajibikaji wa serikali. Kwa muda mrefu, Raila amekuwa kiunganishi muhimu kati ya harakati za demokrasia nchini Kenya na Tanzania. Viongozi wa CHADEMA akiwemo Tundu Lisu na Freeman Mboe wamekuwa wakimpongeza hadharani kwa kuwa nguzo ya kuhamasisha mageuzi ya kisiasa katika ukanda huu. Katika ujumbe wa rambirambi uliotolewa na viongozi mbalimbali mbali wa Tanzania, Raila alitambuliwa kama baba wa pili wa ukombozi wa kidemokrasia, mtu ambaye aliunganisha vizazi na itikadi tofauti katika kupigania haki za wananchi. Mazishi yake yanatarajiwa kufanyika jijini Kisumu, Kenya, wiki ijayo, akihudhuriwa na viongozi kutoka nchi kadhaa za Afrika ya mashariki na kati ambapo Tanzania ilikuwa na wawakilishi kadhaa kwenye ibada maalum ya kuuaga mwili wa mheshimiwa Laila Odinga, na wawakilishi wa Tanzania waliongozwa na makamu wa rais Mheshimiwa Philip Mpango na rais mstaafu Jakaya Kikwete na wengineo. Naam, hiyo ndiyo taarifa juu ya tamko la Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, juu ya kukamatwa na kuzuiliwa kutoka nje ya Tanzania kwa viongozi wao akiwemo Mheshimiwa John Heche, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye hayo, lakini pia usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati, kwa habari zaidi kiganjani mwako.